Taharuki ambayo jitokea mtandaoni. Tuanze kwako, habari? Habari nzuri tu. Pole na msiba. Asante sana, pole yetu sote. Sawa sawa, kabla hatujaendeleza na msiba tunaona umekuja hapa pamoja na Hawa Ntarejea maarufu hivyo na jana mm. kwa kuamkia leo, taarifa zilisemekana kwa Hawa amefariki ameonekana sijui amedondoka huko akiwa amelewa, na sio tu hivyo mm. uh, watu wakasema hadi kwao wakapataja sijui kwa babake kigogo mm. utueleze hii hali na umekuja naye hawa mm. uh, unajua, unapokuwa mtu maarufu lolote linaweza kuzushwa mm. yani, ndio umaarufu una pande mbili, faida na hasara kwa hiyo kuzushiwa vitu mbalimbali ndio hasara ya umaarufu. Kwa hata hawa mwenyewe madhali alikubali kuwa maarufu, kwa hiyo ni lazima ayakubali yote. Hawa kwanza hatumiki kilevi chochote, nafikiri hata mnamuona yuko vizuri, analea mtoto watoto wake, hana kile chochote ambacho anakitumia. Kwa hata huyo aliyezusha nafikiri alitaka tu kutengeneza taharuki lakini kwamba Hawa huwa sio analewa anadondoka, sio anafanyaje. Hawa ni binti ambaye alipitia changamoto kubwa sana, akasaidiwa matibabu na Diamond Platinum kipindi hicho akarudi kuwa sawa, na alipotoka soba hakuwahi tena kurudi soba kwa namna yoyote, huwa anakuja tu kutembea na kuendelea labda na mambo mengine lakini si mtu labda mimi nimemsikia sijui anadondoka kama ambavyo anasema mm. Kwa hiyo hiyo tu ni mtu ameamua kuzua taharuki kwa hiyo kuja hapa leo tumekuja kama wanafamilia kwa sababu huyu marehemu mimi kwangu ni mwanafamilia. Kwa hiyo tumekuja na hawa na yeye kama msanii mwanamuziki mtu maarufu aje ashiriki msiba yeah. Hawa, habari ya Salama, habari. Salama. Zungumza chochote na Watanzania. Habari, mm, za kwamba hao wamefariki dunia, mara sijui medondoka <laughs> mara maswala ya ulevi, mm, watoe hofu mashabiki zako ambao bado wanakupenda <clears throat> wewe, na bado jana usiku walikuwa wanalia kwa taarifa hizo ambazo zilitokea, mm. Ah, ki ki ukweli sio nzuri, imeleta taharuki kwa watu wengi, pia hata kwa ndugu zangu ni watu wengi wamelalamika, wamesikitika, um, wamelia, um, wengine ninge ningependa tu kusema kwamba taarifa pia ziwe zina, zina, zina uhakika kwa sababu ya kuhifadhi watu wengine yaani ku, ku, kuwalinda tu watu wengine wasiwe, tusikuweka taharuki ambazo zisizoeleweka, kwa sababu watu wengine wana mapresha, watu wengine wana manini kwao. Mimi pia sikujisikia vizuri, sikujisikia vizuri na hata siku comfortable. Kwa hivyo sijajua aliyekuwa akatuma hizo taarifa alikuwa na lengo gani hasa? Lakini ndio dunia. O, watu wakawa wanahisi pengine uh, labda hawa, mpaka baada ya watu kugundua kwamba sio kweli, wengine mm. wakaanza kuhisi labda. Una tatizo na mtu yoyote kwa nyakati hizi ambaye alitumia habari hizo kuvujisha huku kuchafua huku kuharibia? mm. Mm. Marafiki hawawezi kuwa wote wala ndugu hawawezi kuwa wote, kwahiyo mbaya wako huwezi kumjua, kwahiyo ndo tunavyoishi. Kuna vitu vingine lazima viwepo, hatuwezi kuvitoa. Tunamwomba hatu Mungu tu atuepushi navyo yeah. Uh, pengine mpaka sahivi mtu ambaye alihusika kusambaza hizo taarifa za mm. uongo kwamba umefariki, pengine mpaka sahivi mmeshamchukulia hatua yoyote ile ya kisheria? Hapana, no, uh, mi binafsi nimemsamehe, nimesamehe okay. kila kitu Siwezi, so, yes, kubadilisha kitu chochote amezungumza, okay. yeah. uh, hapa pilipini, kwamba ukishakuwa msanii pengine watu hutumia huo wa usanii wako pengine kukutafutia vitu vibaya, kukutafuta vitu vizuri, as long as wewe ni msanii. Hebu athibitishie mashabiki zako kwa hicho ambacho amekizungumzia hapa pilipini, kwamba wewe kwa kwa sasa hivi, uh, hutumii chochote ambacho kinahusiana na kilevi na yoyote mm -hmm. ambaye pengine liwe onyo kwa atakayehusika kukusambazia taarifa hizi, hiyo mwisho na mwanzo An, nipende kusema kitu kingine. Hii taarifa nyingine nilioisikia hapa ni taarifa tena mpya, kwa sababu jana nilivyoambia nimefariki, sikuangalia, sikufuatilia. Niliambiwa kwani marehemu kalewa kajigaragaza kwenye mtaro. Sijui hata nisemeje, muda unaongea, kila muda kwao, kila kitu kitaonekana kwa wakati. Sina, siwezi kuweka ahadi yoyote na muomba Mungu tu anisaidie katika kila njia. Yeah. Okay. Kazi upoje sasa hivi? Pia umekuwa kimya, mm. Um, nimepumzika kwa sababu ya mtoto pia ni mdogo sasa hivi alhamdulillah kasogea, lakini nilitaka nianze tena, lakini kapata tena msiba wa mama, kwa hiyo bado niko na refresh akili ya yangu kujipanga nianzaje maisha, kwa sababu kuna kipande pia kimeniacha, niko peke yangu tuzungumze pole zako kwake, kazi ambazo pengine ko wameshafanya, ukaribu wenu mpaka ambacho kumekuleta hapa. Mi sikuwahi kufanya nae kazi, sikuwai kufanya naye kazi, ila navutia kazi zake na nimesikitika pia, nimesikitika kwa sababu nilikuwa hmm, nampenda sana sawa sawa. Tuurudi kwako pia kuhusiana na msiba huu unaendelea, ndio Ta, mimi marehemu ni wifi yangu alipata mtoto na binamu yangu ya, kwa hiyo nimekuja kama mwanafamilia ambaye nimeguswa sana. Hawa ni binti mdogo sana ambaye alikuwa bado anapigania ndoto zake, alikuwa anapigania uhai wake ili aje kukamilisha ndoto zake, lakini pia kuja kulea mtoto wake, lakini hatuwezi kupingana na mapenzi mwenye mwenye ya Mwenyezi Mungu, mapenzi ya Mwenyezi Mungu yametimizwa. Kikubwa tu tunamwombea Aa, lakini pia tumebaki na mtoto ambaye anahitaji malezi, yeah. Anahitaji upendo wetu, yeah. Kwa hiyo yale ambayo tulikuwa mapenzi tunampenda Hawa, mm. Basi yabaki kwa mtoto sasa. Yeah. Kwa sababu kifo, kila mtu atakufa, namshukuru Mungu, okay. mm. uh, Hawa wameugua kwa muda wa kipindi cha miaka nane cha ugonjwa wake mm. Na wewe umekuwa ni mtu wake wa karibu, pengine mm. katika ugonjwa wake mpaka kifo chake, kuna kitu ambacho umejifunza na maneno mengine ambayo alikuwa anakuambia ambayo mpaka sasa hivi imebakia ni kumbukumbu kichwani kwako? Mimi kwa yule Hawa marehemu nimejifunza kutokata tamaa mm. Yaani kama mlivyokuwa mnamuona Hawa mm. akuwahi kukata tamaa kabisa, yaani amekufa akiwa na nuru yake akiwa mm. mrembo vile vile akiwa na afya yake mm. kwa hiyo yote ni kutokata tamaa. Kwa hiyo alikuwa akiamini ipo siku, ipo siku, ipo siku, na hiyo watu wengi hawana. Watu wengi wakiugua kitu kidogo tu anakata tamaa na hofu ndo inamaliza watu wengi, si ugonjwa. Yaani ule ugonjwa alionao mtu unaweza usimuue, lakini watu wengi wanakufa kwa hofu. Hata kwenye ajali, kwenye nini, watu wengi wanakufa na hofu. Kwa hiyo Hawa marehemu alikuwa shujaa sana. Mimi namhesabu kama shujaa, amekufa akiwa shujaa kwa sababu ni mtu ambaye hakuwahi kukata tamaa kabisa. Sa, sa. alikuwa na smile ile ile. Yani, alikuanalil nyinyi ambao hamuumwi, mkikaa naye nyinyi mtaonekana wagonjwa kwa sababu alikuwa anajipa moyo wakati wowote. Kwa hiyo nilicho jifunza ni kukubali hali na kutokata tamaa, unaikubali alafu kisha unaendelea kupambana ukiwa hukati tamaa. Sasa mimi naomba nikurudishe kwa kwa Hawa Ntarejea mm. naamini taarifa wakati zinasambaa mitandaoni kwa yeye amefariki, wengi walikuwa wanakupigia wewe mm. na na tumai hilo kukuta na kujua ukweli na nini kinachoendelea mm. Hebu wewe tuambie, pia baada ya watu kuona yeye wanakupigia kwa sababu ya hizo hali ulitumia mm. namna gani labda kuirekebisha hii? Uh, mimi nili comment kwenye baadhi ya pages za watu na kuambia, si kweli, si kweli mm. kwamba Hawa yupo Hawa yupo, lakini pia niliwaunganisha wengine na Hawa mwenyewe mm. E, kupitia video call kumuona kwamba hawa yupo, kwa sababu hata kwenye ofisi yetu kule kwenye center mm, watu wengi walihamaki kwamba hawa amefariki, kwa sababu tunajua habari inawahi kusambaa yeah, kwa hiyo ilileta taharuki, lakini mimi nikawa bambea bwana, hawa yupo wala hajafa. Aliyekufa ni hawa mwingine, sema tu ni mwingiliano wa majina. Mimi naamini hata aliyevujisha hizi habari amechanganya majina, sasa kwa sababu majina yote ni maarufu, kwa hiyo akaona labda pengine ni kwa sababu yule alikuwa akitumia Karina Kwanaona alivyotajwa hawa labda, na yeye alichanganya, navyoona mimi lakini, kau labda, sasa, si ndio? Hivyo mtu anapata. Unajua kuna watu ukiwapa picha story, wanatunga wenyewe. Unajua mtu mwingine kumpa tu picha kidogo, basi akafanya mwendelezo mwenyewe. E, lakini kiukweli ni habari ambayo ilileta taharuki. Mimi mwenyewe mwanzo nilishtuka sana. Kwa sababu ilikuwa imepita kama masaa mawili nimezungumza na hawa. Hasa e, nikashangaa tena imekuwaje. Lakini ndio maisha. E, ndio maisha. Cha kumalizia. Mm. A, mimi naweza tu nikawashauri wa Tanzania. A, tunajua tunapenda habari E, tunapenda kusikia sikia, lakini wakati mwingine hawa ambao wanazipeleka habari wawe basi wanachuja habari zingine, kwa sababu mwandishi atatoa pengine kile anachokipokea, alafu kubalance inaweza ikaje baadaye baada ya, kwa sababu kila kila mtu mtu anataka afanye exclusive, unajua kila mtu atoe wa kwanza habari. Sasa hawa ambao wanazipeleka habari wawe wanachuja kabla ya kuleta taharuki ambayo imetokea, kwa sababu hawa watu ambao tunawazulia mambo wana familia, wanawapendwa wao. Eh, wengine unaweza kusababisha hata mtu kuzimia, unaweza ukapoteza maisha ya mtu mwingine kiukweli. Kwa pamoja tunapenda kusikia sikia, lakini basi tuwe tunachuja kwanza kabla ya kupeleka masikioni na machoni kwa watu wengine.